Tunamshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo katika shule yetu na miundombinu inayoendelea kujengwa, kwanza kabisa kwa madarasa mapya ambayo yamejengwa hapo katika mazingira yetu. Kimsingi, namna hii inatuwezesha atuweze kupata elimu bora katika maisha na kuweza kuondokana na maisha ya kuishi mtaani bila kimbilio lolote. Tunamshukuru pia Mama Samia Suluhu Hassan kwa walimu ambao wanazidi kutuletea hadi sasa. Tuna walimu wazuri ambao kwa kweli wanatufunza mengi na kutuasa mengi katika dunia. Kimsingi hayo yote yanatusaidia katika kutuwezesha ya kuishi vizuri na kuweza kufikia ndoto zetu, lakini zaidi na zaidi tunamshukuru pia Rais mama Samia Suluhu Hassan kwa mengi ambayo bado anazidi kutuletea katika shule yetu. Kwanza tuna vitabu, maktaba, tuna vitabu vingi tunajisomea. Kimsingi tunashukuru sana kwa hayo mengi ambayo amekuwa akitujalia. Mpaka Ndichi.